Hatimaye leo kwa mara ya kwanza Askofu Josephat Gwajima ameonekana tangu vuta ni kuvute za hapa na pale zitokee. Itakumbukwa kwamba siku ya tarehe 2 mwezi Juni mwaka wa 2025 majira ya usiku ndiyo ilikuwa mara ya mwisho ya Askofu Gwajima kuonekana machoni pa Watanzania, mpaka hivi leo ndiyo amejitokeza hadharani. Leo waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima wamejitokeza kwa kiasi chake kando ya kanisa hilo la Ufufuo na Uzima na kufanya maombi wakiwa katika mkusanyiko. Miongoni mwa waumini hao ndipo askofu Josephat Gwajima ameonekana yumo katikati yao, mwenyewe hupenda kujiita jasusi la mbinguni. Lakini baada ya askofu Josephat Gwajima kuonekana, mijadala mikubwa na mizito imeanza kuibuka tena katika sehemu mbalimbali, hasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, huku wengine wakiuliza kwamba si walisema Gwajima amekimbia nchi? huyu ni nani? Ndiposa maoni ya Watanzania yakaanza kumwagika, kila mmoja akizungumza la kwake, huku wengine wakionyesha kufurahishwa na ujio wake kama miujiza tangu ukimya wake baada ya vuta ni kuvute. Nikukumbushe pia kwamba siku ya leo tarehe 8 mwezi huu 2025 mida ya saa 9 na dakika 15 ni kama ufufuo na uzima Walikuwa wameweka alert kwamba Askofu Gwajima atazungumza na kujibu mapigo kupitia YouTube yao, ikiwa ni kama kawaida yake siku ya Jumapili kuzungumza na kujibu, ingawa kanisa lake limefungwa na taarifa kutolewa siku ya jana tarehe 7 mwezi huu wa 6 na mwaka huu wa 2025. Askofu Gwajima alisema hata choka atapambana na mabalaa hayo mpaka tone la mwisho, lakini cha kushangaza na ambacho kimevunja mioyo ya wengi waliotegemea kwamba atazungumza leo ni kwamba hajazungumza, huku wengine wakisema kwamba Gwajima ni mjanja. Kuonekana kwake leo huenda ana jambo lake, ndiyo maana ameonekana kama miujiza. Hatimaye leo Askofu Josephat Gwajima amejibu lile swali la wengi kwamba Askofu Gwajima yuko wapi. Ingawa Askofu Gwajima ameonekana leo, lakini watu bado wanauliza imekuwaje Askofu Gwajima yupo ndani ya jiji la Dar es Salaam na hajakamatwa. Hebu nikupe taarifa hizi juu ya kilichotokea leo karibu na kanisa hilo la Ufufuo na Uzima kwa kina Dar es Salaam. Kufuatia kufutwa usajili wa kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima, uongozi wa kanisa hilo umetangaza mabadiliko ya ibada, ikitaka zifanyike nyumbani, huku ikihairisha ndoa na ubatizo. Uongozi wa kanisa hilo umetoa taarifa hiyo baada ya serikali kupitia msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa kutangaza kulifuta kanisa hilo kwa kile alichoeleza limekiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia kuichonganisha serikali na wananchi. Kihampa alitangaza kuchukua hatua hiyo Juni 2 mwaka huu wa 2025, siku chache tangu Askofu Josephat Gwajima kukutana na waandishi wa habari kuzungumzia matukio ya kutoweka na kutekwa kwa watu huko, wakitoa mfano wa hali ingekuwaje iwapo matukio hayo yangewakuta watoto wa viongozi akiwemo yeye mwenyewe. Askofu Gwajima alifafanua maelezo yake ambayo yaliibua mijadala mikubwa na mizito sana ndani na nje ya Bunge. Awamu hii ilikuwa Juni 1 mwaka huu wa 2025 katika ibada ya Jumapili akidai matukio hayo yapo na yanasikitisha jamii na hatua zinapaswa kuchukuliwa. Leo Jumapili, Juni nane, mwaka huu wa 2025, gazeti la Mwananchi limefika katika kanisa la Ufufuo na Uzima lililopo Ubungo jijini Dar es Salaam na kukuta ulinzi ukiwa unaendelea kuimarishwa na jeshi la polisi ili kuhakikisha hakuna anayeingia wala kutoka. Gari la washawasha limeegeshwa katika lango kuu. Pilikapilika zile ambazo huwa zinaonekana, eneo hilo, huwa zinaonekana katika eneo hilo hususan siku za Jumapili ni tofauti. Ukimya umetanda huku utepe wa kuzuia watu kuingia ukiendelea kuwapo tangu ulivyowekwa siku ya kwanza. Baadhi ya waumini wa kanisa hilo wamezungumza na gazeti la Mwananchi, wamesema wameshapewa maelekezo kupitia makundi sogozi ya WhatsApp kuendelea na ibada katika maeneo yao, lakini kunao baadhi ya waumini ambao wamefika karibu na kanisa hilo, kando kando mwa barabara, na wameonekana wakifanya maombi katika kundi hilo. Ndipo ambapo ama ndimo ambamo Askofu Josephat Gwajima sura yake imeonekana tangu ukimya wake, ama tangu kupotea kwake machoni pa Watanzania Juni 2 mwaka huu wa 2025. Kelvin Mdemi mkazi wa Ubungo Kibwa amesema walishapewa mwongozo tangu Ijumaa, hivyo wameendelea na ibada zao kama kawaida na Jumapili ya leo wamekutana huko. Baada ya kukatazwa kuingia kanisani tuliwauliza viongozi wanaotusimamia kuhusu hatima yetu, na wao walisema wanasubiri mwongozo kutoka kwa viongozi wakuu, na Ijumaa tuliambiwa tusali nyumbani na vituoni kwetu tukisubiri uamuzi sahihi, amesema Mdemi. Amesema kwa leo walikuwa wanahitaji kufunga ndoa na kubatizwa, wameambiwa wasubiri viongozi, watakuja na uamuzi utakaowasaidia kutimiza takwa la Mungu. Mwingine ni kiongozi ambaye hakutaka kutajwa jina lake amesema wamekutana, eh, wamekutana katika vituo vyao, lakini mwitikio umekuwa mdogo tofauti na awali, kutokana na wengi wao kuamini kuwepo kanisani kuna kitu wanapokea tofauti na nyumbani kanisani kuna maana yake na nyumbani vivyo hivyo. Mazoea ya kuwepo kiongozi mkuu kwenye ibada inaleta nguvu ndani ya waumini. Leo kusali nje ya kanisa inatupa ngumu kidogo, amesema. Jana Jumamosi Juni 7 mwaka huu wa 2025, katibu wa kanisa hilo Dr Eric Shoo kupitia mitandaoni aliirusha taarifa za kinachoendelea baada ya kanisa lao kufutwa, akitoa maelekezo kwa maaskofu wachungaji na waumini, siku ya kesho, yaani leo, Jumapili Juni 8 mwaka huu wa 2025, hapata kuwa na ibada katika makanisa yetu yote ya Glory Christ Tanzania Church. Kwa hiyo kila mshirika wa kanisa letu afanyie ibada nyumbani kwake, alisema. Alisema pia anafahamu ratiba ya kanisa lao, kuna mambo mengi yaliyotakiwa kufanyika leo, kama kufunga ndoa, ubatizo, ibada za meza ya Bwana na kubariki watoto na mambo mengine. Matukio yote haya yameahirishwa mpaka tutakapowafahamisha tena. Amewaagiza maaskofu wa majimbo makuu yote manane 8 ya Tanzania na maaskofu wote wa majimbo 33, waangalizi wa divisheni makuhani wa sehemu, waamuzi wa maeneo na malawi wa vituo wa Tanzania kutekeleza maelekezo hayo kwa bidii. Pia alimwagiza mkuu wa utawala wa fedha kuwafahamisha wakurugenzi wa fedha wa majimbo yote na wakuu wa idara kusimamia utekelezaji wa shughuli hii kwa bidii kwenye majimbo yao yote. Maelekezo hayo yanahusu makanisa yetu yaliyopo Tanzania, yaliyopo nje ya nchi yaendelee na taratibu kama zilivyopangwa, alisema Dr. Shaw. Katibu mkuu huyo alihitimisha taarifa yake akiwaomba waumini wa kanisa hilo kusoma Wakorinto 15:58 akinukuu kwa kusema, kwa hiyo ndugu zangu, simameni imara, msitikisike, mzidi sana kujitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa maana mnajua ya kuwa juhudi yenu si bure katika Bwana. Aidha, kufutwa kwa kanisa hilo kumeacha kilio kwa wafanyabiashara jirani na kanisa, hususan wafanyabiashara wa chakula, waendesha bodaboda, wauza vinywaji baridi na madaftari, wakisema ibada za kila siku na mwisho wa wiki zilihudhuriwa na waumini wengi ambao walikuwa wateja wao. Aisha Mtemi, mamalishi mwenye banda jirani na kanisa hilo, akizungumza na gazeti la Mwananchi siku ya jana Jumamosi, alisema siku za Jumapili alikuwa na uhakika wa biashara kuanzia asubuhi hadi jioni na alikuwa akipata faida hadi shilingi laki moja na elfu ishirini akitoa mtaji, na siku za kawaida shilingi elfu sabini na kwa sasa hali imekuwa ngumu. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa kufuatia Askofu Josephat Gwajima. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Cha mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Hii hapa ni habari kiganjani, endelea kusubscribe